Na sasa tuelekee Nyeri ambapo mahakama kuu huko Nyeri imemhukumu kifo mwanamme aliyekubali kumbaka na kumuua mtoto wa miaka saba mwaka uliopita. Jaji Kizito Magare ametoa hukumu hii dhidi ya Nicholas Julius Macharia, aliyetaja mauaji ya mtoto Tamara Blessing Kabura kuwa ya kinyama na yalihitaji adhabu ya juu zaidi. Kama Umwangi na taarifa zaidi kutoka mahakamani ni kilio cha shukrani kwa kupata haki baada ya miezi kumi ya safari za mahakamani. Mshukiwa aliyekubali kumuua mtoto Tamara Blessing Kabura wa umri wa miaka saba aliyepatikana nyumbani kwake akiwa amebakwa, kuuawa na kuzikwa chini ya kitanda, akihukumiwa kifo. Kwenye uamuzi wake jaji Kizito Magare wa mahakama kuu ya Nyeri alitaja mauaji ya binti huyo, baada ya kutathmini ushahidi, kuwa yalitekelezwa baada ya kufikiriwa, kupangwa kwa utaratibu na kutekelezwa kinyama. The pain By unnecessary use of sexual violence. Hukumu ni hiyo. Jaji Magare alisema kuwa Macharia hakuonyesha majuto ya tendo lake akiambia mahakama alikuwa ametekwa na shetani wakati wa tukio. And in this instance, the devil is innocent. Na hivyo ndio mizani ya haki ikamwangukia That you are here by sentence to death. Uamuzi wa leo ukipokelewa na familia ya Tamara na hata wanaharakati kama afueni so kuu. Macharia ana siku kumi na nne za kukata rufaa ya uamuzi huu kama aumwangeroninga Citizen mahakama ya Nyeri.